Asubuhi namshukuru Mungu, lakini zoezi linaendelea vizuri sana. Tuko hapa tayari kabisa kuchukua fomu na kuomba ridhaa tena wananchi waweze kutuamini. Walituamini miaka mitano iliyopita na tumeweza kufanya kazi vizuri, na ukiangalia mheshimiwa rais, mheshimiwa Samia jinsi alivyotuongoza, lakini pia amekuwa ni kinara, kinara kuweza kufanya Watanzania lakini pia wanawake tusimame kipaumbele na kuona kwamba tunastahili. Lakini pia miaka mitano hii imekuwa ya maendeleo sana kwa kwetu, lakini kwetu na kwake pia. Kwa hiyo niko hapa kuchukua tena fomu niweze kupeperusha bendera, kuomba ridhaa tena wananchi wa mkoa wa Geita ambao nimewatumikia miaka mitano kwa ushirikiano vizuri kabisa, ambao tumefanya vizuri pamoja, mimi pamoja na, na wabunge wangu wa, wa majimbo nitamshukuru Mungu kwa sababu tofauti na hapo nyuma. Kwa mfano, kama sasa hivi wa upande wa, wa madiwani wamejitokeza wengi wengi, lakini sio kwenye viti maalum tu. Madiwani wanawake wengi wameenda kwenye kata pia. Lakini pia wa, wanawake wengi wabunge wa viti maalum wameenda kwenye majimbo. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa mkubwa mkubwa sana. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa kweli yote haya tunaona ni matunda ya Mheshimiwa mama yetu kipenzi Samia kwa kweli amefanya wanawake waone uongozi, wanawake wanaweza. Kwa hiyo ni nishukuru sana nishukuru sana serikali, lakini pia nishukuru sana wananchi na hawa wakina mama ambao kuweza kujitokeza kuweza kugombea nafasi mbalimbali mbali.